Kama nataka kuingia Marekani kupitia Green Card Lottery au bahati nasibu, huyu ndo muda, usichelewe. Nataka nikwambie vitu ambavyo wamebadilisha kwenye application ya huyu mwaka. Kuna vitu vingi, ukae utulie uvisikilize vyote, hatua kwa hatua. Na watu ambao watafuatilia video mpaka mwisho, nitakuja kuambia na siri ambayo inajificha katikati, ili uone kama unaweza ukaifichua hiyo siri ukuwe mmoja katika watu ambao watakuja kuchaguliwa. Kitu cha kwanza mnapaswa kujua, kila mwezi wa kumi wanakuwa wanafungua application ya watu wote ambao wanataka kuomba green card lottery, yaani bahati nasibu ya green card. Huo mwezi ukifika lazima wafungue, lakini mwezi huu wa kumi tumefika tarehe nane hawajafungua. Na kuna mabadiliko kwenye application. Ayo mabadiliko yanaweza kuwa amesababisha uh, kucherewesha kufungua hiyo application. Kitu ambacho napaswa kujua, kuanzia tarehe kumi na sita mwezi huu wa kumi, kila mtu ambaye ataomba green card lottery atapaswa kulipa dola moja na hicho kitakuja kuwa kizuizi kwa watu wengi kutoweza kujaza kuna wenye watashindwa kwa sababu njia ya malipo itakuwa ngumu kwao. Hawataweza kulipa kupitia kwenye debit card, kwa sababu unapaswa kuwa na ile kadi ya benki yenye utaingiza ndani ya system kwa kulipa, au utapaswa kutumikisha account number kwa kulipa. Hakuna anayejua ni njia gani watatumikisha, lakini kitu ambacho tunajua ni watalipa online, na hicho kitakuwa kizuizi kwa milioni ya watu kutoweza kujaza application. Unaweza kuwa ni bahati nzuri kwa watu ambao watajaza, kwa sababu wakijaza watu wachache, unakuwa na bahati nyingi ya kuchaguliwa. Wakijaza wakijaza wakiwa watu wengi sana, unaona mashine kwa kuchagua itachagua katika mamilioni na mamilioni ya watu. Lakini kwa njia hii wakifanya hivyo ya malipo ya dola moja, kuna watu ambao watajitoa mapema kabisa hawataweza kujaza na kitu kingine ambacho unapaswa kuzingatia ni kuhusiana na information ambazo unaingiza ndani. Kuna makosa watu wanafanya wakati wanapiga picha, unakuta anaigamia ukuta mweupe wenye uko na, na madoa madoa au ukuta ambao unaonekana ni ukuta kabisa hiyo picha hata ukiingiza ndani ya mashine inakuwa inaonyesha kama nyuma hakukuwa hakakuwa, hakakuwa kitambaa, ilikuwa kitu kingine ambacho wametia pale nyuma, na hilo ni kosa kubwa ambayo mnapaswa kukosoa. Angalia kama hiyo picha ambayo unaingiza ndani inaeneza vile vipimo ambavyo wanakuwa wanahitaji, kwa sababu kuna vipimo maalum ambavyo system inakuwa inataka. Ukiingiza picha ambayo ni yoyote ile We, unatoka mapema. Hicho ndio kinasababisha unacheza myaka na myaka huchaguliwi. Na kitu kingine identification, uh, ya, ya, ya tarehe zako za kuzaliwa, majina yako, au sehemu ambapo ulizaliwa. Hivyo ni vitu ambavyo napaswa kuzingatia hicho, kwa sababu hawakugundua sehemu ambapo ulizaliwa au sehemu ambapo tarehe za kuzaliwa kama hujachaguliwa, lakini ukichaguliwa utakuja kuulizwa Kupewa vikarata, kupeana vikaratasi au kuwapatia identification za kwako zote za kuonyesha kama huu ulizaliwa sehemu fulani, wewe ni mtu fulani, majina yako, vitu kama hivyo. Wakikuta information ambazo uliingiza kipindi kile haziko sawasawa na zile information ambazo umewapatia utakuwa umejitoa kwenye mashindano, na wakati umeshinda kushindia uh, green card haimaanishi unapita naingia moja kwa moja, kwa sababu utaenda pale waangalie kama information umewapa ni za kweli. Hebu imagine umechaguliwa, lakini nakuja kuzubiriwa kuingia hapa Marekani kwa sababu ya information umeingiza meingiza kima zile ambazo haziko sawa. Fanya uhakika au uhakikisho, zile tarehe ambazo unaandika unakuwa unazinukuru na nazitia sehemu, wakati utaenda kwenye interview utaenda nazo. Ni vitu vya bahati, lakini ukuwe na vitake serious, kwa sababu wakikugundua utaweza kuferi kuingia hapa Marekani. Na kitu kingine, unapaswa kuwa mtu ambaye amesoma, unapaswa kuwa mtu angalau unajua kuandika majina yako au umefikia kiwango fulani cha masomo. Unaweza kuwa hujamaliza high school, lakini ulienda kwenye training, wakakupa certificate ya masomo anayoonyesha kama umesoma kitu fulani, au wewe uko na kazi. Hata kama kumaliza high school, uko na kazi, umefanya miezi, miaka mitano, miaka mingapi, uko uko na experience ya maisha, wewe unaweza kuomba. Na kitu ambacho nacho ni siri ambacho watu wengi hawajui, wewe kama ni mwanaume ambao umeoa, unaweza ukajaza fomu ukamtia mke wako na watoto na mke wako naye anaweza kajaza akakutia wewe na akatia na watoto. Hapo mko na bahati mbili ya mke na ya mume, unaweza mkachaguliwa kwa njia moja. Lakini kumbuka mtapaswa kulipa dola moja kila application ambayo mtajaza, na bahati kubwa inaweza kakuwa katika hizo familia ambao wanafanya hivyo. Wale watu ambao wana wafianse wana watu ambao wanategemea wanakuwa wanatarajia wana kuishi nao na nyie mnaweza mkafanya hivyo vitu. Kama unajua mtafanya mtafanya nani, e, sherehe ya harusi yenu hivi karibuni na hamjaifanya, unaweza ukamutia pale kwenye application yako, kama ni mke wako na mwingine ni mume wako, kisha mnakuwa na bahati mbili, au mmoja anajaza kivyake na, na mwingine anajaza kivyake. Wakati wanakuchagua unasema wakati nimejaza nilikuwa sijaoa au sijaolewa. Wanapita wanawaunganisha kwenye kwenye fomu moja. Hicho ni kitu ambacho mnaweza kufanya kosa, ambayo unapaswa kuepuka. Usikuje kujaza we mwenyewe ujaze kama huna watoto na wakati una watoto, kwa sababu wakati utashinda haya mashindano hutaweza kuongeza watoto wako ambao wameshazaliwa kwa kipindi hiki, wenye umezaa wakati umejaza application utaweza kumtia kwenye application, lakini kwa sasa hivi hutaweza kumwongeza wakati utakuwa umechaguliwa kama wewe hukumtia kipindi kile. Watakuja kusema kwanini hukutia hao watoto. Watakuchukua kama mtu ambaye ulidanganya uh, wafanyakazi wa Marekani, hata kama umeshaingia Marekani, na hicho kitakusababishia kukuzuia kutoka katika hii nchi ya Marekani wakati unatoka, wakiviona kama uliwahi kudanganya ofisa wa Marekani, wewe hutaweza kuingia tena hapa Marekani, na inaweza kusababisha usipate document zile ambazo unakuwa unahitaji. Kama umezaa, tia watoto wako kwenye application yako. Usikuje kufikiria eti nitapata tiketi nitapata nini. Wakati utakuwa umechaguliwa, utaweza kukuta na na watu nakutana na watu, naomba msaada kutoka kwa watu, watakusaidia kukujazia uh, kukuku, kukuku, kukujazia hera ambazo zinaweza kukusaidia, yani kukuchangia, vile kuchanga mchango wa hera. Na kitu kingine ambacho ni cha muhimu na ni cha maana Watu wengi wanakuwa wana, wanataka kupitia kwenye njia ya urahisi sana. Wakati wanataka kujaza hiyo application, unakuta mtu hajui hata kuandika majina yake, anakuja kuomba hii DV lottery. Kama wewe hujiungi kwa mtu ambaye yeye anajua kusoma au amesoma, ana kazi, ujue hata kama utachaguliwa utakuja kukataliwa kwenye ubalozi wa Marekani, wakati utaenda kufanya interview wa kupatia visa. Hivyo vitu ni vitu vya maana na application za mwaka huu ziko ngumu kidogo ukilinganisha na ile miaka, kwa sababu hii nchi ya Marekani inataka uh, ukaguzi mkubwa wakati wanataka ku, kuangalia mtu ambaye ataweza kuingia hapa Marekani na hii programa ya green card. Kumbuka, ina, ni mtu ambaye anajitegemea, sio mtu ambaye atakuja hapa kukuwa depend, yani atategemea serikali imsaidie kila kitu au imfanyie kila kitu. Unapaswa kuwa makini na, wakati unajaza hii application, uj, ujaribu sifanye makosa ile siri ambayo nilikuwa nimewambia. Nataka niwaambie mwenye tajaza mapema, huenda atakuwa na bahati kubwa mapema. Wewe usikuje kuchelewa, ili usubiri mpaka tarehe ya mwisho ndo ujaze kuwa tayari vile vitu vyote ambavyo nimetaja hapa ndani ya hii video, wakati watafungua tu. Ukuwe mtu wa kwanza kuomba, kwa sababu wakati unaendelea kuchelewa, wakati unaendelea kukaa wewe huku, na unachelewesha bahati yako. Na kitu kingine ambacho nawaomba, chukua hii video itangazie ndugu zako wote na rafiki zako wote, ili wajue ni kitu gani wanapaswa kujua, ili wajaze hizi application, wajue hatua kwa hatua. Nawapenda sana. Kama hujasubscribe, tunakuomba kitu kimoja, bonyeza zako kadude kekundu hapo chini, ili ukuwe mtu ambaye umesubscribe na itumia ndugu zako, haiumi. Asante sana.